Hatimaye ofa zimeshaanza kupiga hodi mlangoni kwa Fadlu Davis, kocha mkuu wa Simba Sports Club. Vilabu vya Orlando Pirates pamoja na Raja Casablanca vimeonyesha nia ya dhati ya kutaka huduma ya kocha huyu ambaye mwanzoni alihudumu pale Orlando Pirates kama kocha msaidizi. Kocha Fadlu alihudumu katika klabu ya Orlando Pirates ya Afrika Kusini kwa kipindi cha ja takribani miaka mitatu kuanzia Januari 2019 hadi Juni 2022. Alianza kama kocha msaidizi chini ya Milutin Lerovic, kisha akafanya kazi na Lulani Mokwena baadaye akamaliza na Joseph Zimbwa. Baada ya Yazimbwa kuondoka mwanzoni mwa msimu wa mwaka 2021-2022, Fadlu Davis aliteuliwa kuwa kocha mwenza pamoja na Andre Nsikazi. Mafanikio aliyapata japo hayakuwa mengi, lakini akiwa ndani ya Orlando Pirates aliweza kupata mafanikio makubwa pamoja na changamoto ambazo ziliweza kujitokeza. Fadlu Davis aliweza kushiriki CAF Confederation Cup 2021-2022 chini ya uongozi wa Davis na Nsikazi. Orlando Pirates walifika fainali michuano hii lakini walishindwa na RS Berkane kwa mikwaju ya penalti. Fadlu Davis pia aliweza kushiriki DStv Premiership 2021-2022 ambapo Orlando Pirates walimaliza msimu katika nafasi ya sita, kiwango cha chini zaidi kwa klabu hiyo katika kipindi cha miaka mitano, na hawakufanikiwa kufuzu kwa mashindano ya kapu kwa msimu uliofuata. Tuzo na mafanikio mengine: hapo awali kama kocha msaidizi, Fadlu Davis alishiriki katika mafanikio ya klabu ikiwemo kutoa taji la MTN 8 msimu wa mwaka 2020-2021 na Black Label Cup mwaka 2019. Kizea kipindi chake katika klabu ya Orlando Pirates kama fursa kujifunza na kukuza ujuzi wake wa ukocha hasa kutokana na kushiriki katika mechi za kimataifa na, na changamoto za mashindano makubwa. Fadlu Davis ameweza kuelezea kipindi chake akiwa klabu ya Orlando Pirates kama fursa kujifunza na kukuza ujuzi wake wa ukocha hasa kutokana na kushiriki katika mechi za kimataifa na changamoto za mashindano makubwa. Alikiri kuwa mfumo wa ukocha wa pamoja kwa maana ya kokochi, ulikuwa na changamoto zake ingawa alidumisha uhusiano mzuri na Mandrans kazi kama makocha wa mpito ndani ya klabu ya Orlando Orlando Pirates mahalamia wa Kusini wenyeji wa Soweto, Johannesburg, Afrika ya Kusini. Baada ya kuondoka Orlando Pirates mnyamo ju... baada ya kuondoka Orlando Pirates mnamo Juni 2022, Fadlu Davis alijiunga tena na kocha Joseph Zimbwa kama kocha msaidizi katika klabu ya Komotiv Moscow, kisha Raja Casablanca, ambapo alishinda ligi kuu ya Morocco bila kupoteza mchezo. Rekodi ambayo imemfanya mnamo Julai 2024 kuteuliwa na kuletewa ofa kutoka klabu ya Simba Sports klabu ya Tanzania Bara. Kocha Fadlu ameweza kusajiliwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kutoka ardhi ya mama Kizimkazi, Tanzania Bara, kwa mkataba wa miaka miwili toka Julai 2024, ambapo unatarajiwa kutamatika Julai 2026. Baada ya kushika nafasi ya Abdelhaki Benshika ambaye aliondoka mwishoni mwa msimu wa mwaka 2023-2024, kocha Fadlu Davis ameleta mabadiliko chanya ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, hasa ligi kuu ya Tanzania Bara, kwa maana NBC Premier League, ambapo katika mechi 19 za ligi Simba ilishinda mechi 5 tano ikatoa sare tatu na kupoteza mchezo mmoja tu, ikiwa ni wastani wa pointi mbili pointi tano kwa kila mchezo. Pia kocha Fadlu Davis ameweza kuwa na matokeo na mafanikio mengi katika kombe la shirikisho, yani CAF Confederation Cup. Simba ilifuzu kwa hatua ya makundi baada ya kuifunga Al Ahli Tripoli ya Libya kwa mabao matatu kwa moja, lakini pia baadaye kuongoza kundi yake kwa pointi kumi na tatu ikiwemo ushindi wa mbili fulli dhidi ya CS Constantine ya Algeria. Lakini pia kocha Fadlu Davis, consistency yake kuwa bora na kusanya alama katika baadhi ya michezo ndani na nje imeweza kumfanya ndani ya NBC Premier League kuchukua tuzo ya kocha bora wa mwezi Septemba 2024 ambapo alitunukiwa tuzo hiyo ya kocha bora kutokana na mwanzo mzuri wa msimu ikiwa ni pamoja na ushindi wa mabao matatu kwa sufuri dhidi ya Tabora United, lakini pia mabao manne kwa sufuri dhidi ya Fountain Gate. Kocha Fadlu Davis ameweza kuleta mabadiliko chanya hasa katika kikosi cha ekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambapo aliweza kusimamia vyema suala la usajili wa wachezaji kumi na tano wapya ili kuimarisha kikosi baada ya msimu uliopita kumalizika. Lakini pia ushirikiano kwa mashabiki, kocha Fadlu Davis amekuwa ni nyota muhimu kwa kuwa enzi na kuwataka mashabiki wa Simba Sports Club kutokata tamaa hata timu yao inapopata matokeo ambayo hayaridhishi. Davis amesisitiza umuhimu wa mashabiki katika mafanikio ya timu, akiwataka kuendelea kuunga mkono wachezaji, hasa wakati wa changamoto pindi Simba inapopitia kipindi kigumu. Uwepo wa thamani ndogo ya virabu vyetu vya hapa mashariki mwa Afrika ndio ambao unapelekea timu za kutoka Uarabuni, kaskazini mwa Afrika, kuvuruga vikosi na kuchukua wachezaji ambao ni wazuri pamoja na makocha ambao wana training nzuri ndani ya vikosi pi hatima ya Fadlu Davis, kocha wa Simba Sports Club, tayari ofa mbili ameshazikataa kutoka kwa Orlando Pirates pamoja na Raja Casablanca. Ipo nafasi pia vilabu vingine kumtaka, licha yeye kuendelea kuwa na mkataba wa Simba Sports Club wa miaka miwili ambao utatamatika Julai elfu mbili na ishirini na sita. Mengi tu yataendelea kujiri. Kumbuka hii ni Blue House Dax Media, usisahau kusubscribe channel hii ili uweze kuwa mwanafamilia na kupata taarifa za kimichezo kama hizi, kunde tu zinapotoka. Mimi ni don underscore barabara kumi na mbili tito, pamoja na Instagram, usisahau kunifollow ili tuweze kuzungumza na kushare mengi tu ya kimichezo, lakini kikubwa, like, comment na kushare, utakuwa umeua. We are the family Dax Media. Let's go.